Tunaingia katika mwaka wa uchaguzi mkuu, tutakwenda kuchagua madiwani, wabunge, tutakwenda kuchagua, kumchagua rais. Sisi kama viongozi waime wa dini, tunatoa wito tena na tena, hatutaki kuona yale yaliyotokea katika chaguzi zilizopita yakijirudia hebu kila mtu apewe haki yake ya kushiriki kwa uhuru kwa amani katika uchaguzi huu uhuru wa kuchagua lakini pia uhuru na haki katika kuchaguliwa Wananchi waweze kuwachagua wale wanao wapenda, wale ambao wanaofahamu kwamba watakuwa watumishi kweli na watawawakilisha kweli, ili haki na amani ambayo ni msingi wa maendeleo iweze kuwepo katika nchi yetu. Wananchi na wa, washirika wote na wananchi wa Tanzania, natoa wito, hebu tutumie nafasi yetu hiyo vizuri.